Nakumbuka mwaka elfu mbili na tano mimi nikiwa sasa padri mpya kabisa, yani ndo nimepadirishwa tu ee, baba mwasha wa maskofu mkuu ma, hayati Anthony Mayara ee, alikuwa anasimulia kwamba kuna redio inakuja, lakini redio hii itakuwa ni portable maanake redio ambayo itakuwa <coughs> inatembea sasa katika kufikiria sasa redio inatembea portable inaenda kijijini inafanyaje tuikuwa tuelewi kweli Naona. Kwa hiyo tukawa tu, tunashangaa tunajiuliza kwamba hii ni redio ya namna gani inayokuja? Kumbe ni kwa sababu tu ya teknolojia, na kweli tumeiona imefika. Radio Maria Mwanza tumeshuhudia, hata <coughs> nakumbuka siku ya kwanza mimi nasari, misa narushwa live ilikuwa yani kila mmoja wale waumini wakawe kama walikuwa wanasikiliza wa, kila mmoja anapiga simu, anasema, hey, baba, leo tumekusikia kwenye redio. Wale baba, leo tumekusikia kwenye redio ah, ilikuwa ni kitu cha kufurahisha sana, na kwa kweli tunafurahi sasa hivi redio Maria imekuwa msaada kweli wa uinjilishaji na waumini wengi wameipenda na waumini wengi kweli kwa kupitia mafundisho yake wameweza kupata mwamko na mafundisho mengi ya kiimani. Wamekuwa kiimani kwa kweli, yaani redio hii imesaidia sana katika ufundishaji wa imani watu kwa, kwa kupitia vipindi mbalimbali vinavyotolewa Radio Maria, wamefahamu imani yao, wamefahamu changamoto ambazo wanasemwa na madhehebu mengine kuhusu imani yao na changamoto yani sasa hivi waumini wamefunguka, hata kama wako tayari hata ku, ku nani ku, <coughs> kubishana na warokole, wako tayari kubishana na wasabato, kwa sababu tu si wamefahamu vipindi vilivyokuwa vinatolewa hapo, hasa kwa mfano vilivyokuwa vinatolewa na Padre Amigu, Padre Nikata, na wale waseminari wa Peramiho, wa, wa, wa wanapokuwa wanatoa mafundisho ya, vyote vile vimesaidia sana kuamsha imani kwa hiyo hata maswali madogo madogo tulikuwa tunayapata, eh, kama mapadri kama paroko. Yani sasa hivi hawezi kuuliza maswali madogo madogo, wameyafahamu wameelewa. Kwa kweli redio imeinjilisha kwa kweli, imekuwa sauti ya Kikristo nyumbani kwetu. U utume wa Redio Maria kwa kweli nilichokionja ni yale mafundisho tanzu ya kanisa ambayo yanatolewa vipindi mbalimbali, ambayo waumini wa kawaida ni vigumu sana kuyapata. Unajua, huwa tunafundisha katekisimu, tunafundisha imani hiyo na hiyo, lakini sijui, tunatoa mafundisho ya ndoa, mafundisho eh, semina mbalimbali kuhusu familia, kuhusu maisha ya kiroho, lakini sasa kuna mafundisho yale mengine msingi ambayo waumini wa kawaida hawayapati. Kwa hiyo Radio Maria sasa kwa kutumia hawa wajumbe wake kwa kutumia hawa e, waandaaji wa vipindi wanawasaidia sasa waumini kufahamu haya mafundisho ya msingi. Na kweli hata ukikutana na watu ukiongea na watu wanakueleza kabisa kwamba ah, hii redio imekuja imetusaidia sana tumefahamu vitu vingi, mimi nikwasifahamu hiki nikwasifahamu hiki. Lakini ukisikiliza Radio Maria sasa, wabibi wenyewe wakati mwingine wanakwambia kwamba yaani, mimi ninapokuwa napika, napika na Radio Maria, ninapokula nakula, nakula na Radio Maria, ninapokuwa na nataka kusali hata rozari, nashika rozari yangu nasali na Radio Maria. Hicho ndicho cha msingi, mimi nazidi tu kuwaalika na kuwaomba waendee kuchanga yn yaani, washiriki wa kwa karibu zaidi katika ku, ku, kuichangia Radio Maria, lakini pia wasikome wa, wa, wa tu kusikiliza, lakini wavute wa, wa na watu wengine kusikiliza Radio Maria kwa sababu mafundisho yake ni ya msingi yanasaidia katika ukuaji wa imani yanasaidia pia, kwa sababu hata wakati mwingine eh, kufahamu <coughs> mafundisho ya Jumapili inayofuata, utasikiliza mahubiri kabla. Kwa hiyo unaenda Jumapili umeshasikiliza mahubiri, umesha umeshajifunza kitu fulani. Kwa hiyo kule kanisani unaenda kusali na kutafakari, unaongeza zaidi mafundisho kwa hiyo mtu anazidi kukomaa, lakini zaidi ni kuendelea kuiwezesha redio hii ili iendelee kukua na iendelee kusambaa, na wale na kula ambako haijawahi kufika, basi iweze kufika iwasaidie na wengine kuendelea kuifahamu imani na kuendelea kuwa waaminifu katika kusali na kuiamini imani yao. Yani, yani kabisa, nasema kwamba Radio Maria, nyinyi kwanza mnasema sauti ya Kikristo nyumbani kwako, mimi nasema ni shule ya imani, maana inatufundisha kumjua Mungu, kumtumikia, kumwabudu na kumtukuza, na zaidi sasa, unaona mnaipeleka sasa shule ya imani, lakini pia shule ya maadili.